Watu wako wanakulelea au watu wengine, umeona hapo mama zao hapo nyumbani? Hicho sio cho kitu cha kushukuru <laughs> hmm, yani hmm, hmm, ngapi anaweza kaenda akupiga, nimeishiwa, nimepeleka saa zingine anatumia tena. Akienda hospitali yoyote, hata aende kliniki, lazima atoke kwenda kula maisha ajirekodi. Mhm. Mm, oh, ukumu ni bibili imekuwa nitumie, mm. tutamtumia lakini. Kwa hiyo amrekodi, amrekodi pamoja yeye yeah, yeah, tu huko waga na kwa mimi waga mara nyingi sio hospitali, hata aende kliniki tuninyi yani yeah, wenyewe kwa mfano kutoka weekend na watoto au nini, aminawapeleka muulize mimi, sinaendaga tua sehemu mbalimbali, naenda naye huyo, hakuna sehemu ambayo tuende na watoto, naenda naye

Ni kuchekee nini yani? Ukimpa nguo nenda kanipasilia, anajua kabisa huyu anaondoka. Atakali saa hata masaa mawili paka, unachukua nguo nyingine, wewe unaamua kubadili nguo. Mi kuna napata tu sometime, napata hata tu asila, nachukua jinsi tisheti laba, naondoka. Sasa wewe unakuta kuna lipi sasa? Mama nyumbani anakwenda kuongea naye Unataka uwe mke afu mama wa ah, nyumbani wewe. Haya baada ya ugomvi. Mimi mbona gani nampasia ah, nguo zake na mwandalia kila siku nampangia nguo zake. Eh, mm -hmm. Anaongea tu yeye. Haya, sasa hivi anojifanyia. Haniruhusu kuingia kwa kwa, kwa chumbani kwake. Hey, sasa mimi ah, haya mingine nitafanyaje jamani? Kwani wewe tangu uende kwake ulikuwa unaingia chumbani kwake? Eh, ni kama nasema alipokuchukua kwenye kazi mm -hmm. Ulikuwa unaingia chumbani kwake. Mm -hmm. Kipi naanza kazi? Eh. Hey. Ni kuga naingia tu mara moja moja kwa kufanya usafi, si ndio? Sasa inabidi uwin trust yake. Hi nimeuliza swali na nitamuuliza yeah. Na yeye wewe, umesema unampenda, unataka we mke wake, lakini huo unachokisema ni kama vile unategemea yeye akuonyeshe, lakini upendo auko hivyo, upendo auko hivyo. Yani wewe we, kama unampenda uyo haijalishi yeye ame, amefanya atana kitu gani kwa sababu wewe nafasi bado unayo, hajakufukuza hajakupiga, mm. anahudumia watoto, shopping, sijui nini anakufanyia. Kwa hiyo una nafasi kubwa ya kumwonyesha kama unampenda, licha hiyo, mimi mm. na vyumba viwili mimi, nalichumba lile kubwa, manguo, mimi napenda nguo sana, kwa hiyo na chumba cha nguo, hicho chumba kinakuwa kimekaa nguo nyingi, anaweza akachukua, akiingia tu anachukua kule kule, sema kupasi akitaka, labda kama mimi nimependa nguo nyingine zilizopo kuchumba chumba, ndio naweza nikatoka lakini kawaida, mbona hata kama ukijipasiaga nguo anaingiaga chumbani kula na pasi anaweka, naweza ngafungua tu hivi naenda mm, naangalia nakuta kila kitu kapanga mm. Kama akiamuaga siku hiyo mm, yuko sawa Mm. Ndio nachukua unaweza ka unavaa. Hiyo siku ambayo iko sawa ndio alitakiwa aende kwenye hiyo na, hiyo system. Eh. Yaani uende upange nguo zake wa kisha zimefika. Sababu wewe uko nyumbani. Unafanya tu kila kitu. Sema yes, kwa nini anasema hivi? Hapana. Yaani wewe unakosa una trick. Yaani wewe unataka huyu awe mume wako, lakini umeonyeshi huyo mwanamke unayosema. Mm. Si umenielewa? Yaani kwani wewe kwani maisha yakoje? Si wewe unaendaga Insta? Hivi vitu unavyovipenda na mtumio unavyoanza kuna vipendaje? Si kwa kuviangalia kwanza, si ndio? Sasa ulitakiwa unani kwanza, huyu muonyeshe kwa matendo yako, hiyo kusema unataka wewe uwe mke wake. Huwezi ukataka tu kwa maneno, inabidi umuonyeshe kwa vitendo na uone, aone kweli huyu ndio mwanamke naye nayemtaka. Kwa hiyo inabidi huo muda uliokuwa nyumbani unatakiwa mfahamu, mjue. Sasa hivi ndio maana inakuwa sasa ni shida, yana anasema eh, huyu ndio, mbona mapenzi yenyewe si yao? Unajua, juzi nimwambiaje? Baada ya kuongea naye kirefu, nikamwambia huyu mwanaume ambaye wewe unaenda kuingia naye kwenye mahusiano, unatakiwa uishi naye hivi yeye akiwa na mahusiano mengine, yani wewe hayo ya we, mahusiano yasikusumbue kwa sababu ni, ni, ni, ni lifestyle yake mm. -hmm. Alimradi huko nyumbani kwake wewe ndio huko nyumbani kwake, na yeye amekuweka pati ya wanawake zake, si ndio? mm -hmm. Umeshazaa mtoto mmoja na una mimba, maanake unatarajia kuzaa mm -hmm. Lakini huko nyumbani kwake usimsumbue kwa habari ya wanawake, si umeona message? mm. -hmm. Si yeye umesikia na mwanamke, na siku ambayo yeye akija moyo wake umefurahi, anataka abunike na wewe Hmm, yani uwe huko tayari ndio nilichokuambia, si ndio? E, nikamwambia hii mambo yako ya wivu wivu hii acha, kwa sababu mwanaume ulioenda kuingia naye kwenye mahusiano sio wa lifestyle hiyo. Usiende ukachukua mahusiano ya lifestyle labda na Aaron au ya mtu mwingine, unataka unyalete kwako, kwa hapana, kwako kwa kwa, angalia umekutana na mtu gani? Nikamwambia huyu mwanaume ambaye ana watoto tisa na kila mtoto ana mama, wewe kama uko pale nyumbani kwake, kwanza shukuru kwamba hawa wamama wote tisa, mbona hawako? Wewe kama umepata bahati ya kukaa pale nyumbani kwake na anatoa huduma zote kila kitu, basi ridhika na hiyo, kwa sababu ndio aina ya mwanaume uliyekuwa naye. Tena nikamwambia, siku atakuwa huko kama anatamani wanawake wengine wa ataenda nao, na siku atakayojisikia kwamba sasa anataka kula chakula cha nyumbani uwe tayari. Si unaelewa eh? Yaani sio kwamba tena oh, ana wanawake okay, wengi, kikwambia leo vipi unaleta una hasira zako na kususa mm -mm. Nikamwambia ukae mkao kabisa kwamba siku atasema nataka kula nyumbani, maana yake uwe tayari, siku akisema nataka kula nje, maana yake uridhike kwa sababu huyo ndio aina ya mwanaume ambaye umeamua ume, ume kuingia naye kwa sababu otherwise tukirudi kwenye mwanzo kabisa kwa nini sisi tunaongelea hili jambo? Ni kwamba wewe tulikukutanisha na huyu kwa ajili ya kazi, wewe umeenda kwenda kufata mambo mengine ambayo sio ya kazi. Kwa hiyo matokeo yake kila kitu unachokifanya kina matokeo. Kama ukisema na mimba, maanake ulifanya tendo la ndoa, sindio? Ndo maana mimba ikaingia, otherwise mimba aingii. Inaingiaje sasa? kwa hiyo umeenda ukaona, kuna mwanaume ni huyu ni bosi wangu, lakini ukavuka kwenye mipaka ya ubosi, ukasema pia anaweza kuingia naye kwenye mahusiano. Je, huyu mwanaume ni mwanaume wa namna gani? Je, ni mwanaume ambaye anataka kunioa? Eh, ana- lifestyle yake ikoje? Hivyo vitu unatakiwa ujiulize, otherwise sasa hivi unatuletea changamoto ambazo zina chanzo ni wewe, kwa sababu ulikuwa na uwezo wa kukataa. Hata mwanaume yeyote anaweza kujaribisha tu kukutongoza una uwezo wa kuamua wewe mwenyewe, ndio unaamua hatima ya maisha, kwa sababu sasa hili aliyekuja hapa ni wewe, sio mwanaume, sio mwanaume yeye. Kazi yake yeye ya ya ni kuzalisha tu, wewe ukikubali, mtoto anakupa zawadi, niletee mtoto wangu, nenda. Which is kila mtu ana lifestyle yake ambayo huwezi ku, eh, huwezi kumzuia. Kila mtu anachagua maisha yake, siwezi kusema maisha yake aliyochagua ni mabaya. Yeye amechagua, ndio lifestyle yake. Sasa wewe unapoingia pale kwenye hiyo lifestyle ya huyo mtu uwe tayari umekubaliana na yote, usianze tena kusema ah, mbona ananifanyia hivi huyo? Ah, ah, ndio lifestyle yake. kwa maneno neno, kuna neno tunasemaga, kunguru afanyaje, afugiki, si ndio? <tipos> kunguru hafugiki, si unajua hilo neno. <tipos> Sasa wewe unataka kumfuga kunguru, hicho kitu hakiwezekani, hakiwezekani. Kwa hiyo hilo yani, na hayo maneno nilimwambia juzi, nikamwambia ukitaka uende na huyu mwanaume, hivi ndivyo wakwenda wak wak naye kwa sababu huyu toka anakuja hapa, mi namuuliza, una familia? Sina, ila na watoto na watoto ni sijui nane, sijui walikuwa wangapi, na kila mtoto ana mama hivi. Hapo hupati tu picha kamili jamani? Mtu amesha kupa picha ni mtu aina gani, tena saa hizi uje umlilie wivu? Kweli? Hapana, haiwezekani. Mtakuwa mnamuonea huyu baba kabisa. Alafu kitu kizuri alicho nacho analea watoto wake, huyu hajalalamika kunyimwa chakula hajalalamika kunyua mahitaji ma, ma, ma anacholia nacho ni wivu. Wivu kwa huyu baba ni uongo. huyu sio mtu wa kulilia wivu, na pengine ungeweza kumshawishi kwa matendo yako, ambayo pia hicho umefeli. Matendo maneno, niliangalia simu yako nikakwambia kwa maneno haya, kwa jinsi unavyochati na huyu baba huyu huwezi kumpata. Nikamwambia badilisha ulimi, kauli, maneno unayoongea naye haya, sio sio. kwa hiyo na kikubwa alichokilalamikia naona ndio hicho hicho, kwamba unamdharau hata kama angeona huyu abaki nyumbani eh, anilelewa mtoto yeye mara moja moja na mimi nitapumzika, lakini maneno hmm, na vitendo vile anashindwa anashindwaarau. <coughs> Pia mlevi sana kwa ule ulevi wake yani, yani, analewa akilewa An -ana break, yani, kama ulivyoona hapa. <coughs> Yes, analewa, na analewa usizani analewa pombe ya kawaida. Mimi baka pombe zote huwa anafungia tu chumbani kwa sababu yeye ukiweka tu anasema tu imemwagika, kisha kwenye pombe yote unakuta pombe tazipa sisa, kwa hiyo yani e, mimi nimeshamuuliza swali kanijibu kimaana eh. Sasa nikuulize na wewe maana, nataka hapa tu conclude ili kila mtu ajijue sehemu yake, muamue nasema maamuzi kwa sababu maamuzi hapo. Mbona ameshajibu? Hapana, alimwambia ali, ali mimi nataka aseme hapa na siku yetu huyu kasema vizuri yeye yeah. kiukweli anataka awe mke wako uh, wewe kwa upande wako we unataka huyu awe nani? Ah, ni sawa dunia <stutu> imebadilika sasa hivi kuna <Kono stutu> <anaka> wanawake <putoza. stutu> Mimi bwana huyu tayari ni mzazi wa sana. Mm. Ndio maana nimekwambia katika maisha ninayoishi mimi duniani hapa. <stutu> ja, hekima ya mwanamke ndio inayoongoza hata kuishi naye. <stutu> <stutu> <stutu> mm. Eh, kwa sababu <stutu> hata nikikwambia kwenye kumpenda kawaida hivi ni mtu ambao ni teary ilikuwa na ila, nimekuelekeza dima mm. tembo yake ambao anayefanya mm. yeye mwenyewe una uko naishi naye yaani, hivyo yaani mm. Sasa kikubwa sana yaani yaani mimi ninachoangalia mimi hapa, wewe siwezi kumkwamisha kwa jambo lake lolote kwa hapo alipofikia. mm. Support mimi sina shida, kwa masuala wa support anavyotaka enda msupport, ila kwenye maswala ya mahusiano mpaka saizi mimi namuogopa, nisikudanganye mm. Eh, namwogopa kwa matendo yake. Sasa mtu ataondoka kama hivi, anaenda kazani za siku sita. Haya, mm. okay, hata wazazi wake amepata lolote kule, wanakufuata nyumbani. mm. Unajua unaanzia wapi? uko na mm. mtu ana ujasiri wa design wa kuondoka nyumbani kwako pasipo kukuaga wewe. mm. Sasa unakuta wewe una utakuwa na na uhuru gani wa kusema kwamba huyu mtu mimi nampenda au na hivi na hivi au ndo wawe wa, mke wangu? Sio kutia shock, mimi kakaa huko siku zote silali sababu hujui kesho anaamka vipi Mm. Hujui yuko na nani anafanya nini mtu hmm. aliyomchukua ni wa design gani mtu anatoka tu anaenda mwenyewe sehemu hivyo hivyo. Kwa hiyo ni maisha kama hayo, yanakuwa sawa maisha kwa mtu kama mimi na hmm. yeye, mnaona na mm. kazi yangu nafanya mm. si ananivurugia hadhi ya kazi hmm. ananivurugia tena mtu, ina maana pasha ndio sasa mtu ana discipline anaweza kanitukana, anafanya kitu chochote, mimi ananitukana mimi hivyo, unaweza kumtukana mpenzi wako

Hmm. Eh. Mi nafikiri hii sasa, kwa sababu imekuja hapa, mimi lengo yangu mimi, kama nilivyoambia mimi bwana, na maisha yangu, principle yangu moja, hmm. Mi ni mtu wa solutions, sitaki kudili na problems, nataka solution. Kwahiyo huyu clearly, kama ulivyomsikia, yani ukiu yake vita hmm. yake, hmm. vita, hmm. yake, hmm. yake hmm. vita yake ndo hiyo, nimemwambia sister Joy jana hmm. eh, nipigie kananiambia, bwana mimi anataka umpe pesa akafanya biashara zake, aondoke. Kwa hiyo tuchukue ipi? Maana sasa hivi umesema unataka wewe, mke wake Kesi roku pale, hmm. ananifukuza hapa. Ah, okay, kwa hiyo we ulikuwa unasema kama, kama, kama. Okay, anakufukuza kama akutake, anakufukuza kwangu Of course no. Lakini natambia kwa, na kwa nini yuko Zanzibar wakati hizo yeah. Meseji namtumia yuko Zanzibar, mm. na nilimwambia kabisa usifie usifije hata usifi nyumbani e. Na sawa, ukija uondoke. Siataka mwanaume atakayekubali chiki, mimi nakubaliana vipi? Hamna mwanaume atakubali choko. Sasa katika nanii, ndo maana nikasema yeye, yeah, alikuja kukuomba, anaomba pesa, anaomba aende akafanya biashara zake. Kwani tusimruhusu yeye aende, tumsapoti na hizo pesa? Okay, sasa mini wewe wewe umesema hapa mawili. Mimi nataka nyote tuongee. Maana yeye ana kauli mbili. Ya kwanza ile kwa ni kwa kama amefukuzwa. Sasa hivi ameelewa kwa nini wewe ulikuwa unamfukuza. Ndio maana nafikiri amesema kwamba kiu yake ni awe mke wako. Si ndio bwana? Wewe umesema una wasiwasi naye kutokana na hizo tabia na hivyo vitu. Si ndio? Sasa mimi nataka nyinyi, yaani maamuzi yenu ni magumu kwa sababu yako kwenye sehemu mbili. Kuna maamuzi inabidi myafanye kama wazazi na kuna maamuzi natakiwa yafanya ya kimahusiano hapa. Ndo shida iliyokuwepo hapo. Mimi sina mm shida, yani mimi yeye, kwa sababu alishapanga muda, anafikiri muda alivyokuja, anafikiri alipanga, kwa sababu anasema ulikuwa namwambia aondoke, unamfukuza, lazima awaze plan B, lazima awaze plan B. Mimi nilikuwa naona hiyo plan B yake angeendelea nayo hiyo hiyo. Nataka wewe, wewe, wewe, kama yeye kashasema nataka wewe mke wako mm. <laughs> Wewe mi nataka useme kama wewe ah, mimi sitaki bwana, mimi naona niishi maisha yangu, kwa sababu maisha ya uongo sio mazuri mm. kwa sababu unaweza una kaa tena ukawa na kosa amani kwa sababu ya vitu vingi, naona message nyingi hizo mm. Unajua, mtu anaoguza azizi yake anakutukana kama hivi, afu ndio mtu wako uko naye ndani mm. unakuwa na kosa amani Nikwe. Mm, sasa hata maisha ya kawaida tu yanakuwa na shida kuendelea. Kwa hiyo labda kwa sababu unafahamu hitaji la kwanza kubwa la mwanaume kwa mwanamke ni heshima, sio kupendwa kama ulikuwa ujui Rehema, amna mwanaume anataka kupenda. Mwanaume kichake cha kwanza anataka kufanya nini? Kuheshimiwa, asikudanganya, umpikie manjumati umwoshe miguu umfanye nini, kama umeheshimu yaani ni bure. Mimi nimeweka kamera vile lengo zangu mm. mtu ukitoka yoyote lazima uniambie natoka mm. hey. Si anatoka hata kama hivyo anaondoka na kupigia huko, uko ba tayari anaamelewa ti mm -hmm. E, sasa unajua uko ba alikuwa na nani eh? yeah, of course, ndio si ananishushia heshima mimi mm -hmm. mm -hmm. Na lazima ujue, ndio hicho nachomwambia, kosa unaolifanya wewe, ulikuwa una we, unataka una uwe mtu wake, lakini ubehave kama mtu wake lazima. Yani wewe umpe heshima yeye. Unajua, mimi nilipokuja kukuambia kwamba nanifukuza nyumbani kwake, ni sababu hiyo. Una mwanamke wake anakuja. Kwa oh, hiyo visa vinifanyia vingi viniondoke, ila mimi nikajikuta hivi na mngangania. Sikia, mimi, wewe rafiki yangu. Ngoja sasa niongee ni malizi. Ngoja kidogo, ni mwelekee ni waelekeze hao. Mm. Huyu mwanamke anaomhofia ni mwanamke yule ambaye nilikuwa nakaga naye. Bwana, wewe rafiki yangu. Mwanamke alikaaga na mimi hapa. Mm. Nika mimi hapa niliwahi kukaga naye. Una una Mimeza mtoto naye mtoto huyu. Mm. Akaniachaga mimi ndani. Mm. Akaniachaga mimi ndani, akaenda kuolewa na mwanaume mwingine, akakaaga zaidi ya miaka hii miwili. Baadaye kule akaachana na yule bwana tena, akamuacha akatokaga huko. Huyo mwanamke akajaga mimi, akanitafutaga huku na kule, nikawa tena na mahusiano naye ya kawaida, yani sio vile, yani akaforsi tu, ghafla yani akaja mpaka nyumbani mara analala chumba cha watoto, mwenyewe shahidi huyu, akiwa bado mfanya kazi mm. halali ni mm. na mm. sije, mm. na yuko ndani, na kaa naye hata wiki mm. sifanyi naye chochote, namwambia ondoka, nenda nyumbani kwako, huku na kule. Mimi binadamu, siku ya siku nikamuita tu kidogo nini, tukakumbushia nani, ni kawaida hivyo mm. Lakini baadaye nini, nikamtimua, unaelewa mm. Sasa sinakwambia, maisha ya uwi ya uwi kuishi mwanaume ambao unakuwa una mke ni kawaida yeah. Umenielewa, huku na kule, nikajikuta yeye mara mbili tatu, yeye kachonga michongo chongo yake mm. kaondoka nje, kaenda nje. Sasa hivi anarudi sasa, anavyorudi huyu, kwa akili yake ana muhala labda yule mwanamke mimi mm, yule mwanamke nimezaa naye. Lakini kwa akili yako wewe timamu, na ndugu yangu, hivi mimi huyo mwanamke nimrudishe wa nini? <laughs> nikae naye mimi wa nini? lakini pia wakati yuko pale pale, yuko pale pale ndani kwangu, anatoka pale, anaenda kwa bwana wake mwingine huyu. mm. hmm. mwenye shahidi sio mmoja bwana, zaidi ya wawili. Haya, leo hii mimi nitoke tena nirudi, nimwambie njoo tuishi? Sina akili timamu. wangu ndio wanjuti, ngoja nikuelekeze. Huyu labda yeye ya, akili yake ndio kama unavyosema ya mtoto. Mimi nikuelekeze, mimi nimezaa na watu sawa. mm. watoto ni familia wa watoto wangu mimi, tunacheka na furaha. Watu wengine wanautani, mlikuwa mnataniana, unataniana naye tu, mambo vipi, mnacheka. Usichati naye usiongee naye? Jitu limeamka, kuna mawazo yake wake ee, anatafuta furaha. Unaongea naye kawaida, mnaongea tu kawaida, nado sasa mimi nisiongee naye? Unaona so, mambo yake simu. Sasa mimi hapa mimi naongea kingine monto. mimi nikishapigiwa simu mtu anaweza kapiga nataka kumkuhusu suala ya mtoto mm. Kingine watu mwingine mnakuta na makomedi anaongea na mnacheka nini, lakini ana mume wake ye mwenye anaelewa. Kuna wengine ana mume wake kaolewa anaishi, lakini anaweza kaamka, oya vipi fresh dogo yuko waje nini, poa poa, mnaongea mnacheka nini, maisha yanasonga yaani unachokitaka huwezi kupata kwa huyu baba jamani, mwache to na lifestyle yake lifestyle yake, <manyanilu> yake. Yani uikuta tena wewe ndio utakiwa, yani umpe amani kabisa, aongee na yeyote anayetaka kuongea naye, sababu ana wana watoto tisa au si nane, wale wa mama wote, lazima atachati nao lazima ataongea nao, huwezi kuzuia. Sasa ukionyesha unasikia wivu, wakati ni watu ambao washapita kwenye maisha yake ya, ya, yani huwezi kumpa amani Sikia ya, wale yaani watu wanabaki kuwa ndugu. Mi siwezi kuwa nani, siwezi kuwa siwezi kuwa siwezi kuwa kumwikia bifa. Yaani kuna watu mmeishi mmeishi, unajua ka maisha au mahusiano, kuna mavichekesho mengi meyapita. Jitu naweza lika kukumbusha tu kitu cha kitambo, mkajikuta tu mmecheka nini humo nini, kawaida tu fresh na ikaa imepita.